Waziri wa Viwanda na Biashara, nilikuja kuangalia kwanza mali zinazozalishwa hapa, magodoro yanayozalishwa hapa na jinsi gani magodoro haya yanaweza kawa shindani katika biashara ndani ya nchi, lakini nje ya nchi. Nimefarijika sana, nimeona kazi kubwa inayofanyika, na hasa kuanzia sehemu ya kwanza kabisa magodoro yanapoanza kutengenezwa kutoka katika chemicals mpaka unapata godoro. Nilichofarijika ni kuona kwamba uh, uwekezaji huu manake unaenda, unaenda kuongeza thamani ya uwekezaji nchini mwetu. Zaidi ya watu 130 wameajiriwa ajira za moja kwa moja ukijumulisha na ajira zingine ambazo zisizokuwa moja kwa moja mojakwamoja. Kwa hiyo hii maana yake naona kwamba inaleta tija katika nchi yetu. Lakini unaona kwamba kiwanda hichi karibu kwa mwaka inalipa kodi zaidi ya bilioni tatu kwa kila mwaka maana yake inaongeza tija katika uchumi wetu akini katika nchi yetu, lakini kubwa zaidi nimefarijika sana, na hasa katika swala zima ninaposimamia katika ofisi yangu, kwa sababu miongoni mwa taasisi niliyokuwa nayo ni taasisi ya TBS ambayo kazi yake kubwa ni kuangalia ubora wa, wa vifaa au vitu vinavyozalishwa katika taasisi ambazo zinafanya compliance, ni hii kiwanda hichi cha Dodoma asili. Kwa hiyo nikiwa waziri napana, napata faraja kwamba kazi ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo ni maelekezo yake tukimsaidia inaenda vizuri, na hii ni waombe sana wawekezaji wetu, ongezeni kuongeza spidi ya uzalishaji. Sasa hivi tuna soko kubwa la Afrika Mashariki, tuna soko kubwa la SADEC, lakini hali kadhalika tuna soko huru la Afrika zaidi ya nchi 40 tunafanya nazo kazi hapo na inaenda mpaka nchi 50 na tunafanya nazo kazi, lakini katika hivyo zaidi ya watu bilioni 1.4 huko wote wanahitaji mahitaji mbalimbali, na sisi Tanzania ni miongoni wa wadau katika eneo hilo. Imani yetu kubwa ni kwamba Watanzania tutaendelea kufanya hii kazi kubwa kuhakikisha kwamba uchumi wetu unasonga mbele, lakini kubwa zaidi ni wapongeze wa wawekezaji wetu wahakikishe kwamba waendelee na spidi hii. Nimefarijika niona kwamba maeneo mengi nimekuta hata na kina dada wamepata ajira hapa, kwa hiyo ni faraja kubwa sana. Kama nilivyosema kwamba Wizara ya Viwanda na Biashara hatupoi, kazi inaendelea. Maendeleo yote ya nchi yanategemea uchumi wa viwanda. Kwa hiyo kiwanda cha Magodoro Asili ni sehemu ya uchumi wa Wanadodoma kwa hiyo pia serikali yetu ya awamu ya sita imezidi kujenga mazingira wezeshi na mazuri kwa wafanyabiashara wetu. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha uwekezaji mkubwa ufanyike katika makao yetu ya nchi hapa ya Dodoma, ikiwa ni sehemu pia kukuza GDP ya wana Dodoma. Nimefanya kazi kwa muda wa miaka kumi na tatu kwenye kiwanda hiki nikiwa kama mwanamke. Tupo wanawake wengi katika hiki kiwanda, tunashukuru kwa mwajiri wetu anatoa nafasi kwa usawa pia.